nyumbani kwake na masahaba zake na Waslamu ambao watakifuata mwanene wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio siku ya malipo. Waheshimiwa ndugu zanguni, katika imani ya Kiislamu, tunaendelea tena na kipindi chetu cha namba mbili katika kitabu cha kujifunza Jifunze namna ya kusoma Qur'an. Leo tunarudi na nambari mbili. Alhamdulillah, tumeweza na nambari moja kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukakamilisha na leo tunaanza na namba mbili kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakuomba ungana nasi katika kutufuatilia na kuendelea kufuatilia katika chaneli yetu ya Alhuda TV Burundi. Alhamdulillah, siku ya leo kabla tujaanza, tunatoa tambii kidogo. Tunaomba tena kama kawaida yetu, wana daftari lako kipindi cha kwanza, na tunakuomba uwe na na kalamu, na inshallah kutufuatilia na, na, na kuelewa ku, masomo yetu Jambo lingine kwa leo, ambao nituuliza katika katika comment, kama ni siku gani ambao watakuwa wanasikilizwa kama walivyofundishwa wamevielewa kweli. Tumetoa siku ya Alhamisi. Inshallah kila Alhamisi tutakuwa tunapata maulizo yenu ma, ma, ma, tutakuwa tunafuatia maulizo yenu katika kipindi cha live yani, kwa live unasoma tunakusikiliza, ama kwa wale ambao wanahitaji kusoma peke yao, hawataki kuchanganywa na watu wengine, atakayesoma kivyake na familia yake kivyake Insha Allah zaka tuandikia katika namba hizo, tukawa tumekwenda vizuri katika kujifunza namna kusoma Qur'an. Siku ya leo tunaendelea kipindi chetu cha pili. Kabla tujaanza, tunatoa tambihi hilo kwa kidogo tufupi tu kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. alif baun taun faun ta ta jimun haun khaun ha

Harfu hii tukuwa ishirini na tisa, tukijisabia kwa pamoja aa, ishirini na tisa pamoja, ishirini, mathalan moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane ziko ishirini na nane. Ishirini na nane. Ah, eh, afan kidogo. harfu ishirini na nane harfu ndio ambazo zimetengeneza Al-Quranu Al-Karim ni hizi harfu zapa, lakini sisi hapa tusha tushapapita hapa, tushasoma kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumefaidika na tumeelewa fay, lakini leo mada yetu leo hatuko hapo tunazozaliza harfu harfu ambazo zinatamkwa sawa zinatamkwa alhamdulillah zinasoma sema alifun alifun kwa vitu ambavyo vimeunganika hadi harfu fanin itamkwe tusema albaun bas tusema alhamdu albaraka harfu hizi zinakwenda zinabadilika zinakwenda zinabadilika harfu hizi na kuna vitu ambavyo vimejenga harfu hizi paka zinatamkwa sawa ndio tena kuosha vitu hivi ambavyo vinavyotamkwa hizi harfu vinavyojalia hizi harfu zinatamkwa

harakatun harakatun, sa harakati iza, najalia, iza harfu zinafanin zinatamkwa, iza hapa fathatun kasratun dhammatun sa. So, tusema fathatun, sawa sawa, katika alfabeti za kizungu a sa a. Tusema kasratun sa so, sawa na alfabeti za kizungu tunasema i sa so, dhamma sasa katika alfabeti ya kizungu tunasema u, sawa u. Ala sabili almithal, tukuta mfano kidogo ili tuelewe zaidi, sawa. Mfano tuchukue harfun, harfun baun, harfun, harfun baun. Ini ba, sawa, baun. Tukitia hapa fatha inakuwa ba, ba, sawa vile vile yi harfu ba un tukutia hapa hapa kasra inakuwa bi bi. Harfun ba u yi harfu yapa tuku tiya kwa dhamma inakuwa bu bu. Sa, harfu izi naizi, harfu izi tuchukua yi harfu moja yapa, harfun yakwanza, harfun ba un tu tiyapa, harfun ba un baun katika alfabeti za Kizungu tunazoea sote na tina tunafahamu sote, iko hivi ba, sawa na hii tusuma ba, tusema hii alifun fatha sawa sawa na nini? Sawa na a. Kama tukutia hapa, tutakuwa ni ba, sawa ba, sawa tutakuwa ni ba. Tukuchukua hii ya pili, tukaiweka hapa hapa, apa, inafanya apa, inaitwa b Tukutia hapa kasra hapa, inakuwa ni b bi. Sa ya tatu tukaiweka hapa, tukatia baa, tukutia hii u hapa, inakuwa, inakuwa ni nini? Inakuwa ni bu. Kumbe hapa ni ba, na hapa ni nini? Ba. hapa ni b na hapa ni nini? na hapa ni b, hapa ni bu, na hapa ni nini? ni bu ni kumbe hizi hapa, hizi hapa jo zinajalia harfu zinatamkwa, tusema alifun baun nakuwani, hizi hapa hizi hapa jo zinajalia harfu hizi zinafanya nini, zinatamkwa, zina mathalan, tuseme baba sawa, baba sawa, alfabeti za Kizungu hizi t tukaandika tu hivi baba, sawa. Tutaka katika alfabeti zetu tunazosoma za Kiarabu itakuwa ni baba so, baba kume i harfu yapa i haraka i fatha njometujalia, si tunasema baba baba baba baba sa so, kume hapa apa njozinatujalia sisi tunatamka hurufu za hijaia kutamka Qurani tukufu inakuwa ni hapa harfu hapa harfuaj zinatujalia sisi tunatamka, alhamdulillah tunatamka vizuri na kisomo kinakwenda vizuri. Kumbe zingatia hizi hapa, hii hapa fatha, kasra, dhamma zinaitwa harakatun, harakatun. Nikukuuliza katika kipindi chetu, hizi zinaitwa jazi? hizi hapa zinaitwaje? tingo ngo a b a i la tanta, hizi hapa zinaitwa ni harakatun, harakatun. Kumbe zingatia katika kisomo chetu siku ya leo. Tunasoma ni harakati izi kwa zichukuwa katika kila harfu zitasoma soma, katika kila harfu zitasoma soma adaka. Mfano kafara kafara kafara kafara kafara, tamka tna tamka, lineno izi nizi harfu izi harakazi izi, izi fathazi

Inshallah enda kutunga mkono na kama utaona nafasi au kuelewa, unaweza kuuliza katika comment hapo, na tunapendelea zaidi unasoma kisomo chetu, unatuandikia unasoma kisomo hichi o katika nchi fulani katika taifa fulani nakua ni bora zaidi, na tunau tunapata furaha zaidi kwa tunafuatilia natamboko tofauti tofauti katika bara ila dunia. subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. vyenu ipo vyema kuitumiki adini ayuda mwongozo wa jamii.